Na ishara kuu ilionekana mbinguni, mwanamke aliyejua na mwezi ulikuwa chini ya miguu yake, na juu ya kichwa chake taji ya nyota kumi na mbili. Imeandikwa, eh? na ishara kuu onekana mbinguni, sawa, mwanamke alikuwa juu, ndiyo, mwezi ulikuwa chini ya miguu yake, mm, na juu ya kichwa chake ya nyota kumi na mbili. Hizo zote ni mifano ambazo zinahusika kwa kunifundisha, kufundisha mafundisho la nne ambalo ni kanisa. Sasa unapaswa uelewe mambo hayo hapo, na mwanamke hapo, hapo kuna mwezi, hapo kuna nyota ana mimba akali hali ana utungu na kuumwa katika kuzaa. Ikaonekana ishara nyingine mbinguni. Ikiwa sawa, utaniunga mkono kufuatilia. Na tazama, joka kubwa jekundu alikuwa na vichwa saba na pembe kumi, na juu ya vichwa vyake vilemba saba, na mkia wake wa kokoteru ya nyota za mbinguni na kuziangusha katika nchi. Joka akasimama mbea yule mwanamke aliye tayari kuzaa ili azaapo amle mtoto. Okay. Naye akazaa mtoto mwanamume. Sawa. Yeye atakayewachunga mataifa yote kwa fimbo ya chuma. Mm. Na mtoto ni juu ya kalako zinaongelewa kwamba Yesu Kristo alizaliwa ndani ya mfumo wa kanisa hili hili hili. Ikiwa mwake inawakilisha kanisa, basi kanisa hilo safi ambalo limeitwa bikira safi linastahili, lilistahili kumzaa Yesu. Na ndio elezea katika Waefeso ajipatie kanisa kuwa na mawaa safi takatifu mbele za sasa. Ikiwa hivyo, huyu Yesu Kristo ai aliwahi kuishi maisha ya utoto, aliwahi kuzaliwa iyo. Yesu alikuwa ni mwanaume, Yesu alikuwa ni mwanaume, lakini usiulize swali Sema Mungu achunguzike, ila Mungu mwane, Yesu Munguyesu Kristo kama mwanadamu alizaliwa mwanaume. Ndio maana sasa maandiko yanasema akazaa mtoto mwanaume, na huyu mtoto mwanaume shetani eh, ameishwa na sura ya joka au mnyama joka, alikuwa tayari meza na ukisoma utaona kabisa kuzaliwa kwa Yesu alizaliwa tu. Utaona namna gani ambavyo kipindi chake uongozi walikuwa wanaogopa kwamba sasa anakuja kuchukua mamlaka yao. E, mfalume ma amezaliwa, neno hilo sio zuri sana kwa mfalume aliyopo madarakani, anaona sasa anaenda kupinduliwa. pandipo tunakutana kitu kinaitwa historia ya kanisa. Unaposoma masaio na utume wake, lazima utahusia historia ya kanisa. Hili limepitia nyakati zingine, ia nyakati za giza, naitwa zama za giza. Kwa hiyo c mwanamke, waweza kusema kanisa ikawa mafichoni. walikinywea kwa kweli, Ukristo wao ulikabiliwa na hatari kubwa, ambayo ilikuwa gini inaharibu maisha yao na, na, na nimetua miaka elfu mbili hiyo eh, muda wa siku elfu na mia mbili na sitini hiyo ni miaka siku moja mwaka nikamda kamda kirefu, ni kizazi na kizazi kinapita Hebu jiulize miaka yote hiyo wauzokatama kabisa, kwamba maana kila wanaozaliwa wanazaliwa kwenye ha kwenye hali iyo, walikuwa kwa kweli na mrefu ambao historia inaonyesha watu wa Mungu waliupitia. Waweza tu kushukuru Mungu, munguiwa leo, waweza kushukuru Mungu zaliwa leo. Endelea msomaji, kulikuwa na vita mbinguni inka. Mikaeli na malaika zake na yule joka vita, tunapewa historia vilipoanzia. Kulikuwa na vita mbinguni, sio hapa duniani. Endelea. Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka, lakini matokeo, yule joka naye akapigana nao, pamoja na malaika zake, matokeo nao hawakushinda, hawakushinda wala mahali hawakushinda, hawakushinda kama nilivyokuwa na

Hapa ndipo sasa tukae makini, maswali yetu. Nikasikia sauti kuu mbinguni ikisemaje? Msomaji, sasa kumekuwa wokovu, ehe

okozi wa maisha yao ambao kwa umoja wao wanaitwa eklesia, yaani wanakanisa waliokanisika. Ni kwamba shetani alifanya mambo ya kuwaudhi na anaendelea mpaka leo, kwa ukiona maudhi usishangae sana, usishangae, maana adui yetu tumeambiwa ndio anayefanya mambo hao ya maudhi. Endelea. Mwanamke yule akapewa mabawa mawili ya tai yule mkubwa ili uh -huh. aruke aende zake nyikani, hata mahali pake hapo alishopo, kwa wakati na nyakati na nusu ya wakati, mbali na nyoka huyo. Hiyo ni habari njema, pamoja na kwamba ikamsaidia mwanamke nchi, mm -hmm. Ikafunua kinywa chake ikaongeza mto ule aliyotoa yule joka katika kinywa cha washiriki ambao mimi na wewe tumetoa ambapo mstari wa 17 sasa unatuonyesha tulivyo soma. Joka tulivyojok akamwambia mwanamke zaliwa waliosalia, na hapo ndipo neno linapatikana, masalio, na utume wao masalio. Hawa waliosalia, kwa nini wamesalia? Unaweza ukaona vita vilivyoorodheshwa kuanzia mwanzo mpaka mwisho, anavyopambana akitaka angamize kanisa kwa ujumla wake. Anashiri nanyakuliwa hapa na pale. Sasa anafanya mateso muda huo mrefu kabisa miaka hiyo elfu moja na kitu, na hivyo anafanya kila aina ya udanganyifu, wakati mwingine kwa mababu, wakati mwingine kwa mafundisho ya uongo, ili tu uh, awapate wanadamu kuwaondoa katika kweli. Kila njia anatumia kuhakikisha kwamba nci anaumia, aidha anaweka kwa mababu anaweka hapo sasa. Wanaosalia kutoka katika ada hizo zote, iwe ni kwa vita, iwe ni kwa mafundisho, waliosimamia msimamo hapana, wakasema haya mafundisho sio yalivyo katika neno, hawa ndio sasa wanasalia. So lakini hata wanaosalia bado sirikia yule mwanamke vita juu ya wazao wa waliosalia vita